Imetokea hivi karibuni na shekhe wa kimitandao, mimi namuita shekhe wa kimitandao ambaye huyu ni maarufu katika mitandao kutoka Afrika Mashariki na Kati. Maana lazima kwanza mjue tunamzungumzia leo shekhe wa kimitandao ambaye umaarufu wake ameupata zaidi katika mitandao, ambaye huyu ni kutoka Afrika Mashariki na Kati, kutoka katika nchi ya Kenya hivi karibuni katika darsa lake analoendelea katika msikiti wake katika nchi ya Kenya alizungumza moja kati ya klipu yake, ambayo naiweka hapa, nitataka muisikie kwa mazungumzo. Naiweka kwanza kidogo, tunamweka ili muweze kumsikia Mufti ndio. Ile ndo kama mlosikia kwamba kuna huyu ndugu yetu Muhammad Bachu alimfungia uh-huh. nami pia amenifungia. Anasema na yeye pia akafungiwa mwanafunzi mwandani wangu hunifanya mimi nikaenda kule rafiki yake ambaye anamfanyia kwenda Zanzibar mmoja na upinzani naye dini tunaeweka hasa ujumbe huu wanampenda kumtumia mufti wa Zanzibar na kabineti ya kari kari yake, karibu na mimi. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu, sawa? ya kuwa aniungae na mruhusu ndio, okay. Hawana hoja, hawana hoja na walimuita huyu bwana. Mimi nina matatizo matatu. Tatizo mm -hmm. Tatizo la kwanza. Juzi juzi, tatizo la kwanza kwanza juzi juzi, naomba msikilize waandishi, mada yetu inaanzia hapa hapa wa kidini na rais alikuweko, baada ya kuzungumza mambo ya dini anakuambia Mama Samia boda si usumbuliwa jambo la boda hilo, fanya mimi sizungumza dini, kwa nini mimi uja Zanzibar kuzungumza siasa? Eh eh mimi fanya Zanzibar huwa liko msikitini ndio. Sasa hili ni nafasi niliyoipata, kaona wendani wangu, mimi si mwana siasa, nimeomba kama bibi na kwa dini, yeye asitunge protokoli ya khi mimi na dini, protokoli muhimu kwangu mimi ni dini siwe, si, protokoli muhimu kwake ni dini siasa mimi popote uh -huh. Ukidalika Lazima watu wajue, usinikie mm -hmm. Protocol ambayo kwamba haikubaliani na, kama waona kuna protocol muhimu kushinda dini, usinialike. Usinialike kama kuna protocol kuliko dini, mimi nataka kuja hapa lakini usisungu... ukiwa wataka una masharti yako. Mungu ana thamani. Anasema yeye muhimu sio kupendwa na Mama Samia. Yeye muhimu kupendwa na, na, na, na Mungu. Kaingiza kamuingiza mama. Mitandao yangu, huwezi kuona clip ile tumia huna neno neno sina Mama Samia miaka, uh -huh. Atakuwa kama wengine, Atakuwa kama wengine mama Samia kalasa. Nasikia maneno ay, kuna kipengele hapa limewachoma vumilieni yani, kwa sababu inaisha permit kule pia uh -huh. Kwa nini mimi nimepewa permit? Sasa si mbinu kwa serikali, wako watu katika majlisi ya ulamaa wanatumia, yani majlisi ya kuvaa wanaitumia kama hapa kwetu, hapa Kenya. Jamani, ni ukiwa kwenye kitengo cha dini, mche Mungu, simamia dini kisasa, sawa au toka kwenye hapo kisha wewe mm -hmm. Uta utakaye lakini utakaoenda kuadhibu watu. Juzi mimi nimealikwa mkutano kabla ya Ramadhani, wanakugamanao kufanyika pale kongamano kabla ya Ramadhani, kaalikwa Zanzibar. Tuishie hapo, ndugu zangu, nimewaekea hii clip kwa maksudi ili nyinyi muweze kubalansi story na ujumbe uweze kufika vizuri. Hoja hizo dini ambayo huyu ni shekhe kutoka Kenya, anasema kwamba ameulizwa na watu kwa nini haendi Zanzibar, akasema kwamba majlisi ulama ya Zanzibar imemfungia kwamba yeye asiende Zanzibar. Lakini hoja nyingine ambayo Izudin amesema kwamba yeye ana rafiki yake ambaye yuko Zanzibar anayemwalikaga, huyo rafiki yake haelewani na mmoja kati ya wajumbe pale katika baraza la ulama, kwa hiyo imekuwa sababu yeye ya kufungiwa. Sasa akasema mufti wa Zanzibar anatakiwa akae na kabineti yake. Kabineti yake ina matatizo, ina watu wanaangalia maslahi yao, hawaangalii maslahi ya dini mbele. Katika maelezo, katika maneno yake ambayo ameongea umo, kama mwandishi atakuwa hana nitampostia, lakini hizo dini kalilaumu baraza la ulama na akasema kwamba yeye protokali wala haimuhusu kama unataka kumwalika mwaliki azungumzie maneno ya dini, kama kuna protokali za kisiasa au za kiserikali, yeye azitaki katika shutuma zake anazozisema. Lakini akasema kwamba baraza la ulama limekasirika. Kuna siku liliandaliwa kongamano pale Zanzibar, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Mama Samia Suluhu Hassan alikuwepo. Izudin akafikisha ujumbe pale, akasema kwamba, boda mashehe, tunasumbuliwa sana Mama, tunaomba hili jambo ulifuatilie vizuri. Izodini akasema hiyo ni moja kati ya sababu nayo baraza la ulama wamekasirika. Lakini Izodini, katika kipengele cha clip yake umu, akasema mungu anaitwa mungu, mungu ni mungu tu, mungu unaweza ukamuita mungu peke yake. Huyu ni shekhe, amesema mungu unaweza ukamuita mungu tu, katika kipengele chake bi maana kuna hoja anashutumiwa yeye, Izudini dini, akienda Zanzibar, baadhi ya mashekhe wana majina yao. Mfano hapa, Shekhe Abubakari Bin Zubeli, mufti mkuu wa Tanzania, huwezi kumwita Abubakari, au mashekhe Shekhe Waridi, uwezi kumwita Waridi. Sasa yeye amekuwa na tabia ya kuwaita mashekhe majina yao pasipo kuwapa vile vyeo vyao. Hiyo shutuma mojawapo, anasema nayo anashutumiwa kwa kuwaita watu majina lakini pia Izudini alialikwa katika harusi ya mtoto wa mama Samia. Mama Samia kwa mapenzi yake akasema, naomba Izudini atoe hutuba na aswalishe, na akamsifia akasema kwamba tunapenda sana mawaidha yako shekhe, huwa tunayaona katika mitandao na tunakufurahikia sana. Izudini anasema ile posti ya clip yeye ya kusifiwa na mama Samia ye anasema kwake sio dili, ye anapenda zaidi kusifiwa na Mungu au kutukuzwa na Mungu kuliko kwamba hata kwenye mtandao wake hajaposti ile clip ambayo mama Samia kamsifia. Hakasema, Samia akasema Samia atakaa miaka yake mitano ataondoka, atakuja mtu mwingine, au ye ya atakuwa mtu wa kawaida. Kazungumza maneno kama haya, ndugu zangu, naomba hizi oja nizifafanue kwa sababu nataka nije nikizungumzie kipengele cha hizo dini kumweka rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania lakini nataka nije nizungumzie kipengele cha hizo dini ambacho wamekufuru hizo dini. Kakufuru kwa kumwita Mungu ni Mungu tu, na huyu lazima tumwelimishe, tumwambie, aambiwe na aelewe, kwa sababu hawa ndio wale mashehe wa kwenye mitandao ambao wanatoa fatwa na hukumu katika mitandao. Huwezi kumwita Mungu ni Mungu tu watu, watu, watu, wakakuacha tu, alafu wamekuwa wakifundisha darasa. Lakini nataka nije nimweleze kipengele cha rafiki yake ambaye rafiki yake huyo haelewani na mjumbe katika baraza la ulama Zanzibar. Ndugu zangu, Ramadhani hii ilikuwa tuzizungumze chochote, lakini tunayazungumza haya kwa sababu kusafisha hali ya hewa hizo dini. Huyu shekhe wa mitandao anataka kuchafua hali ya hewa, na anasema kwamba jambo hili linatumika kisiasa. Sasa atatuambia siasa gani baina ya yeye kuzuiliwa Zanzibar asiende kufanya mikutano. Anasema kwamba siasa ina, inatumika. Mfano, ndugu waandishi wa habari, nyinyi wote mashahidi, miezi miwili mitatu Zanzibar wamepita wahubiri wakubwa wa kimataifa na wamefanya mikutano mikubwa. Mmoja akafanya mkutano amana Amani Stadium, na mwingine amefanya mkutano kama sikosei, katika msikiti mkubwa. Aliyekwenda ni nani na nani? Dr. Zakir amekwenda, Dr. Zakir Naiki amekwenda pale na akafanya mkutano mkubwa na amepokelewa Dr. Zakir Naik na akaonana na rais wa Zanzibar, baraza la ulama, ofisi ya mufti ikampokea. Huyu ni mhubiri mkubwa wa kimataifa huyu Dr. Zakir Naik, ambaye huyu hizo dini hamkuti hata theluthi ya robo yake, lakini tunamzungumzia pia ambaye mhadhiri mkubwa wa kimataifa, Mufti Menki kutoka Zimbabwe. Mufti Menki tumeona matangazo alikuwa akirushwa katika vyombo vya habari amefanya mkutano mkubwa katika uwanja wa Amani na amepokelewa, amehubiri, amekaa siku zake, mpaka tukamwona Mufti Menki anaenda kuogelea baharini, anapanda boti zile za Bahresa, anafurahi, na hakuna aliyemzuia wala aliyemwandikia barua. Hawa ni wahubiri wakubwa wako katika nchi ya Zanzibar hapa ninapozungumza na nyinyi, Alhatimi ambaye ni mhubiri kutoka Kenya akiwepo na Sharifu wako Zanzibar wameenda na jana, walikuwa wanazungumza katika msikiti wa Uthman Maalimu, wametoa mawaidha, wamezungumzia Ramadhani, wamezungumzia kila kitu, na hakuna aliyewazuia Zanzibar kwamba wasifanye mkutano. Lakini isitoshe katika hoja hii ambayo tutakuja kuijibu, Shekhe Uthman Maalim sasa hivi ana zaidi ya miaka ishirini ama ishirini na tano katika mji wa Zanzibar na ameishi pale, ameoa pale amekabidhiwa msikiti na hatujawahi kusikia kwamba Osman maalimu ambaye ni maarufu kuliko hizo dini kuzuiliwa pale Zanzibar kwamba asiingie kwenda kufanya mihadhara au asihubiri dini. Mpaka leo Osman maalimu anaishi kwa permit na yuko Zanzibar na hana kelele na mtu yoyote. Ndugu zangu, baada ya shutuma hizi kutolewa hapa, tunazungumza shutuma baraza la ulama wakakaa lakini, kabla ya kukaa, Izudin alisema kwamba mufti anastahiki kuwa mkweli pamoja na baraza lake la ulama. Shutuma zake za kwanza hizi, anastahiki kuwa mkweli na kabineti yake yote wanastahiki kuwa wakweli. Lakini katika hiyo alipolishutumu hili baraza, akazungumza maneno haya, tamko ambalo lilitolewa na kamati ya mufti, ambalo tamko lao walikaa, ambayo kazi yake kubwa baraza la ulama ni kumshauri mufti katika kutekeleza maagizo yake. Wao wanasema waliona katika mitandao ya kijamii ambapo tamko hili lilitolewa na mjumbe wa baraza lao, nataka nimtaje kwa jina, anaitwa Shekhe swedi pamoja na Shekhe hamisi. Shekhe swedi pamoja na Shekhe hamisi walijibu tamko la Izudin wakamwambia kama kweli wewe umefungiwa, au kama kweli kuna barua yoyote inayoonyesha kwamba wewe umefungiwa, tunaomba barua hiyo uilete ndani ya siku saba, uionyeshe ili tujue kwamba kweli ilitoka kimakosa au tuliitoa sisi au waliitoa watu wengine. Na akamtaka kuwa kwamba mufti ili awe muadilifu eh, katika baraza lake la la ulama Izudin akaambiwa na yeye ndani ya siku saba, tunaomba utuletee ushahidi unaonyesha kwamba baraza la ulama lilikufungia. Ndugu zangu, kipengele cha baraza la ulama tunalifunga, tunakuja katika kipengele cha hizo dini. Baada ya matamko yote kutoka jana, juzi kaeleza jana, kaeleza eh, juzi kaeleza, ofisi ya mufti kaeleza, na jana hizo dini, siku ya Ijumaa Akatokeza na lemba lake kubwa akasema, anauliza bala ofisi ya mufti wanataka ushahidi wa Kiislamu au wanataka ushahidi wa kikanuni. Lakini akaomba radhi hizo dini, akaomba radhi kwamba yeye alilishutumu baraza la ulama ba, badala ya kushutumu ofisi ya mufti. Mambo mawili amelishutumu baraza la ulama badala ya kushutumu ofisi ya mufti kaomba radhi. Ndugu zangu, sisi wote tuna akili timamu, sisi wote ni lazima tutafakari. Zanzibar ni nchi ndogo sana, Zanzibar ni kisiwa. Zanzibar ina mashehe wengi, ambapo mashehe pale wengi walitoka, kina Shehe Farisi, ambao walitafsiri Qurani. Zanzibar ina historia ya mashehe kutoka Zanzibar kwenda Mombasa. Zanzibar ina ukarimu mkubwa wa kupokea wageni mbalimbali wa, mbali mbali wa kiislamu wakiwa wanaenda kufanya mihadhara ya dini, lakini leo tumeshtuka na shutuma hizi ambazo hizo dini amezitoa dhidi ya waislamu wenzie wa Zanzibar. Lakini mimi nina maswali ya kumuuliza na ajibu, na asipojibu nitaendelea, kwa sababu hii ni pati 1. Hii presi ina pati tatu, hii ni pati 1 inapati mbili na inapati tatu, na kueleza kabisa hizo dini. Yaani ukijibu jibu kwa akili na jibu kwa adabu maswali ninayokuuliza. Unasema kuna mtu ambaye Zanzibar anakualika wewe na yule anayekualika wewe Zanzibar haelewani na mmoja kati ya wajumbe katika baraza la ulama. Swali la na kwanza namuuliza yeye, ni shekhe kama yeye ni shekhe, kawaida ya shekhe au muumini. Unapoona watu wawili hawaongei na kwa taarifa zinaelezwa kwamba huyu haongei na mwenzie, kwa nini ukuwaita, ukawakalisha suruhu ya kiislamu ukawapatanisha? Ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia watu wawili hawaongei hawa ongei, ni ndugu. Wewe ni shekhe wa namna gani? Kila siku ukikaa unatoa mawaidha katika mitandao ya kijamii, umeshindwa kuwasuluhisha ndugu wawili, na umetoa ushahidi kwamba wanagombana. Ulishawahi kuwaita hata siku moja ukawasuluhisha, ukasema hawa nawasuluhisha kiislamu ili tatizo liishe? Hiyo moja. Lakini jambo la pili, wewe ulipofungiwa huyo we ndugu yako alipoitwa akaelezwa matatizo wewe uliokuwa nayo, nchi yoyote ina taratibu, ina protokol. Hata nyinyi waandishi mmekuja nyumbani kwangu, kuna protokol Hauwezi ukaja tu ukaingia ndani, unataka kwenda chooni, hujui choo kiko wapi. Ni lazima mimi nikueleze, nikupe utaratibu, utaingiaje, ni lazima nikupangie, kaa hapa. Lakini yeye Izudin akakasirika kwamba kwa nini apangiwe, kwa nini apewe barua asijibiwe, kwa nini akipita boda asumbuliwe. Tanzania sio nchi ya Kiislamu Izudin. Tanzania ni nchi ya makabila yote, mataifa yote, dini zote ambazo wako hapa. Unapoingia lazima upate taratibu za kukaguliwa idara ya migration lazima ikukague. Eti kwa sababu mimi Sheikh Izudin najulikana sana katika mitandao, eti nikipita boda ya Horohoro kwamba usisachiwe, usikaguliwe, usiangaliwe kwamba we ni nani, wakati tunajua kabisa kwamba Kenya ni sehemu ambayo baadhi ya wasomali kutokea Alshababi wamekuwa ni njia yao ya kupita pale kwenda kufanya maasi katika maeneo mengine. Kwanza jeshi la immigration tu nalipongeza kwa kuwakagua watu. Usikaguliwe we nani? Tanzania sio nchi ya Kiislamu. Tanzania ni nchi ya dini zote. Aya, wewe unalalamika kwamba ukipita unakaguliwa sana, unapotezewa muda. Ina maana migration ukipita unataka ukifika tu ah, shehe hizo dini, haya pita, ugongewe pasipoti yako, usifate taratibu. Hakuna. Hata sisi Kenya tunakuja tunapewa taratibu hizo. Kuna mashehe wengi maarufu wakubwa kuliko wewe hizo dini na wakienda wana sumbuliwa mipakani, wanakaguliwa, ule ni utaratibu wa kinchi. Unaposema kwamba wewe protocol umeenda kumfikishia mama Samia yale maneno ya kuhusu migration, hilo ni kosa. Ukaambiwa kwenda kupeleka malalamiko pale? Uliambiwa ukatoe mawaidha, uwezi kupeleka malalamiko kwamba unasumbuliwa migration, hilo ni kosa. Kwa hiyo ulitaka mama aseme hizo dini apite VIP? Kwanza ungeiomba serikali ya Kenya ikupe diplomatic passporti ili ukipita watu tujue kwamba huyu ni VIP. Hiyo moja, lakini hizo dini baada ya kukuuliza swali la ndugu yako kutompatanisha na kukujibu kwamba protokol magreseni kwa kukusumbua, ikiwezekana wa kusachi kabisa, kwa sababu hii nchi sio ya Kiislamu, tufate taratibu za kinchi. Kama kweli wewe ni shekhe ambaye utaki protokol, ebu nenda Saudi Arabia, maka, alafu ukifika waambie mimi ndio hizo dini nifungulieni kaaba niingie ndani mule. Lazima ufate protoko. Hata huko ambapo dini ya Kiislamu imeanzishwa, ukienda Madina utafata protoko, ukienda Maka utafata protoko. Ukitua airport, kuna msululu wa mamilioni ya watu pale, wanapanga kusubiri kugonga visa na kukaguliwa. Sasa hizo dini wewe sheria zako unataka uzilete Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na Zanzibar kwa kuwahalalishia watu kuwazungumzia maneno mabaya, maneno ya fedhuli, maneno ya kejeli kipindi hiki cha mwezi wa Ramadhani, kisa tu mtu mmoja anakubeba kukupeleka Zanzibar na kukufutulisha na kukupa riski. Alafu unaenda kuwachafua mashehe Zanzibar, unaenda kumchafua mufti ambaye kakuzidi hata umri. Mufti wa Zanzibar kakuzidi umri zaidi ya mara ishirini hizo dini. Na umekosa adabu. Ni shekhe usiyekuwa na adabu. Ni shekhe usiyekuwa na nidhamu. Mama amekupenda kwa upendo, akakusifia. Mwanangu Izudin unatoa mawaidha mazuri. Swalisha, ukapata wasa wa kuswalisha. Kwa rais, ukapata wasa wa kutoa hutuba. Baadaye wewe Izudin unakuja kusema, "Mimi hata nikapendwa na Mungu inatosha." Mama Samia atakuja atakaa miaka yake mitano, ataondoka atakuwa mtu wa kawaida. Nani alikwambia atakuwa mtu wa kawaida? Nani alikuambia Mama Samia atakuwa mtu wa kawaida, Izudini? Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akistaafu anapata malipo yake kama kawaida. Akistaafu bodyguard zinaendelea. Akistaafu huduma zote anapewa na serikali. Akistaafu kingola bado anacho. Akistaafu bado anawakilisha shughuli za kutosha. Anakuwaje sawa na wewe? Na tumeambiwa tuwatii mitume, tumtii Mwenyezi Mungu na tuwatii mitume na walio kwenye mamlaka juu yetu. Mama huyu ambaye unamsema vibaya amefanya kazi kubwa kawatoa wa mashehe waliofungwa Zanzibar. Mama huyu ambaye wewe unamsema vibaya amekuwa mkarimu katika dini zote, wa Kristo na Waislamu wanamkubali Samia Suluhu Hassan daktari. Leo unamsema vibaya wewe hizo dini, kwa kukosa fadhila, kwa kukosa utukufu, muombe radhi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kufungiwa kwako wewe kulikuwa hakuna sababu ya kumtaja rais, unamtaja rais kwa nukta gani? unamtaja rais kwa, kwa jambo gani? Yani kutaka kuleta taharuki tu ili mradi mama asikie kwamba Izudin kafungiwa, aanze kuuliza maswali, aya, chanzo cha huyu kufungiwa nini? Izudin umekosa adabu, Izudin umekosa nidhamu. Lakini pili, wewe ni shekhe. Ulipofungiwa Zanzibar ulishindwa nini kwenda kwa wale mashekhe wenzio ambao uko nao mwanzo, walikualika katika kongamano la amani ukaongea mbele ya rais wa Zanzibar ukatoa mawaidha, wakakulipia nauli wakakupandisha na usafiri wote, na ukafika Zanzibar na hiyo hiyo Zanzibar Izudin ukapata gari. Kwenu Kenya umekaa hujawahi kupata gari, umepata gari na ukampigia shekhe mmoja kati ya wazanzibari kwamba hebu ni om, naomba pesa unitumie walau milioni mbili nisafirishe gari yangu. Umetoa gari Zanzibar ili uipeleke kwenu Kenya. Fadhila gani unazitaka Izudin? lakini nimechunguza nikagundua kwamba umekatiwa chaneli yako ya hela, ndio maana roho inakuuma kwa sababu wewe ni mmoja kati ya mashehe omba omba. Kazi yako kupita Zanzibar kwa matajiri kuomba, kazi yako kupita huku tena, naenda naomba. Alienda kwa rafiki yangu mmoja, akakuta yule rafiki yangu ana magari ya kifahari pale, akamwambia, shekhe, mi naomba gari ya mwaka wa juu, hii ndio inanitosha. Yaani shekhe anayependa raha hizo, dini? Naomba gari ya mwaka wa juu, hii itanisaidia Eh? Baadaye ukaja ukamwomba pesa ili akusafirishie gari yako ulonunua. Si umeipata Zanzibar? Mbona umekaa kwenu huko Kenya na hujawahi kununua hiyo gari? Achana na hiyo ndugu zangu. Tunazungumza hoja za msingi. Lakini hoja za msingi, Zanzibar ni kisiwa salama. Izo dini kalishutumu shutumu baraza. Baraza limemwambia lete ushahidi. Yeye anasema mnataka ushahidi wa kikanuni au wa Kiislamu. Aliyekuambia nchi ya Kiislamu nani? Baraza la ulama, ofisi ya mufti ni taasisi iliyo chini ya serikali, wanalipwa mishahara na serikali. Ni lazima kila wanalofanya watumie dokumenti. Hujaambiwa Zanzibar ni nchi ya Kiislamu. Zanzibar ni serikali ya Mapinduzi. Zanzibar sio serikali ya Kiislamu. Wanafata taratibu zote za kanuni za kinchi. Ki mafaili lazima yaongee. Hata mimi nilipokuwa Zanzibar nilipewa faili ya kufanya mikutano, kufungua ofisi, nimepewa dokumenti. Na ukiisha lazima uende ukali nyuu. Wewe unasema dokumenti za nini? Mnataka ushahidi wa wa kikanuni au ushahidi wa Kiislamu? Haya basi kama ni ushahidi wa Kiislamu hizo dini upeleke. Kama ni ushahidi wa kikanuni ulete. Lakini kama ni ushahidi wa kikanuni kama unataka kumtumia huyo rafiki yako ambaye haongei na mwenzie yuko katika baraza la ulama kwanza, wapatanishi waongee, waislamu wenzio wakishaongea alafu ndio peleka huo wa ushahidi wako, kama ni wa kikanuni, kama ni ushahidi wa wa Kiislamu izo dini hana barua, izo dini hana kanuni, izo dini ni muongo na uongo, kwa sababu ulipokuwa umekurupuka ulishutumu baraza la ulama, baadaye ukasema ah, hivi baraza la ulama na ofisi ya mufti kumbe vitu tofauti. Alikwambia tofauti nani? Baraza la ulama ndo hilo hilo ofisi ya mufti, na ofisi ya mufti ndo hilo hilo sawa sawa. Ukienda Bakwata, kuna baraza la ulama na kuna Baraza Kuu la Kiislamu Tanzania, ambalo ni Bakwata, mwenyekiti wake ni mufti, ambaye yeye ndo mjumbe, kama kule, mwenyekiti wake mufti wa Zanzibar, lakini huku mwenyekiti wake huko Sheikh Mataka, ambaye ni mwenyekiti wa baraza la ulama, lakini mufti ndio mtendaji mkuu kwa hivyo bakwata ndo hiyo hiyo moja ya mufti na baraza la ulama ndo hilo hilo moja. Na ukisema Zanzibar, ofisi ya mufti na baraza la ulama wote ni wa moja. Wewe umewavunjia adabu wote, wala usitofautishe hapa. Uliposema mufti awe mkweli ulikusudia nini? Mufti wa Zanzibar ndiye mufti Afrika Mashariki na Kati aliyeleta nidhamu katika dini ya Kiislamu Zanzibar. Zanzibar ukurupuki tu kwenda ukafika msikitini ukaongea Zanzibar ukurupuki ukaanza kuongea vitu vya ajabu ajabu, wakakuachia. Lazima upate barua, lakini haitoshi hilo hizo dini. Hapo kwenu Kenya kuna mamufti wawili, kuna makadhi wawili, mmoja mnamkubali, mmoja mnimkataa. Zanzibar mufti yuko mmoja tu, kwa sababu Wakenya wenyewe hamkubaliani. Kenya hapo hizo dini ulikuwepo wewe, mashekhe walipigwa risasi, Samili alitobolewa macho, makaburi alipigwa risasi Abdulogo alipigwa risasi hadharani, wewe ulikuwepo hizo dini? Ushawahi kukemea kwamba alipigwa risasi na watu wasiojulikana? Uliwahi kujitokeza hizo dini, wewe kuzungumzia habari za Abdulogo, kuzungumzia habari za Samiri, kuzungumzia habari za makaburi? Ulishawahi kuwazungumzia hawa mashehe ambao walikuwa wakitoa mihadhara kama wewe? Leo unakuja kuzungumza kwa sababu ya rafiki yako tu ambaye ni mnafiki. Anapokujieni fasiki binaba infatabayani fasiki, anapokuja mbainisheni na mumsikie ambapo yeye hizo dini alisikiliza tu maneno ya mtu kaitwa, akaambiwa, bwana, huyu mtu kadha wa kadha, hajaandikwa maandishi, hajaandikwa chochote, kampelekea taarifa hizo dini. Hizo dini, bila ya kuchanganya kusikiliza habari ya pili, ye kaenda kakurupuka. Mbona umepewa pamiti serikali ya Zanzibar, mbona imekupa pamiti usifate utaratibu? Hizo dini, wewe nani? Umekuwa nani kwa elimu gani ambayo wewe kubwa uliokuwa nayo ambayo unakataa hata Waislamu wa kiswali kidole na kidole kisigusane, unasema hakuna, hakuna hadithi inayosema kidole na kidole kigusani. Kwa elimu gani ya mitandaoni? hizo dini, mimi elimu sina, lakini na kujibu kama ulivyoenda kimaneno, na kujibu umekosa adabu, na kujibu huna heshima, na kujibu umemkosea Mufti wa Zanzibar, na kujibu umelikosea baraza Zanzibar. Zanzibar imetulia na wewe inawezekana unatumika kisiasa. Kwa nini useme humu kwamba kuna siasa wakati unajua kabisa kwamba baraza la ulama taasisi ya mufti iko chini ya serikali? Wewe unasema kuna kisiasa, wewe ndio unaleta siasa, kwa sababu unataka kuleta taharuki katika nchi, unataka kuleta taharuki katika nchi ya Zanzibar hizo dini, ambayo imetulia na inaelekea katika uchaguzi mkuu wa raisi na wawakilishi. Unataka kuwaweka watu katika hofu unataka kuonyesha kwamba wewe umefungiwa. Wamefungiwa mashehe ngapi Zanzibar pale? Mbona wamefungiwa mashehe wengi na wakuzungumza? Kama umefungiwa, una makosa yako mengi tu ambayo tunayo na ukiendelea, tutataja faili lako lote Zanzibar, na na ukiendelea, tutataja faili lako huko uliko kwenu, na ukiendelea, nitakuja kukupiga pentagoni, pigo moja la mwisho ambalo litakuvua ushehe wote, utabaki kuwa mtu wa kawaida, ukasomeshe madrasa kwanza. Muombe radhi mufti wa Zanzibar, muombe radhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, jemedari mkuu.